Ufunuo unakuhakikishia au unakupa uhakika wa kufika kwenye mwisho wako. Kila mtu duniani ameumbwa ana mwisho wa kwake. Wahibrania sura 11, habari za kina Gideon, za kina Baraka, za kina Yefta, za kina Elisha, za kina Isaya, za kina mtume Yohana, za kina Petro, za kina Paulo, wale watu wote walitafutwa ushindo aliokuwa naupata nitokea kwenye magumu aliokuwa nakutana nayo na yale magumu magumu yalikuwa yanakuja kuwazuia wasifike kwenye hatima zao kwenye mwisho ambao Mungu amekusudia. Mfano Yesu. Yesu alianza kuindwa tangu siku ya kwanza ameingia ikarundi, kuanza kufanya kazi kama Yesu alipoingia, Biblia inasema alichukua kitabu cha Isaya alipotoka mlimani kufunga siku arobaini, akasoma habari zinazozungumza akasema Roho Bwana juu yangu, nami ni paka mafuta kwa maskini ya habari njema, kuwatangazia mateka uhuru wao waliofungwa kufunguliwa kwao wa. Akaongea pale na akasema maneno haya leo hii yametimia machoni penu. Wakamwangalia akasema, jamani ni chizi nini? kijana mdogo tu unasema ametimia, wewe kwamba wewe ndio Masihi? Wakamchukua binti wakaenda wakampeleka kwenye kilima kirefu, wakataka kumtupa. Imagine wamemchukua, wametembea naye sababu hilo hilo bonde halikuwepo kanisani, kwa kama wanaenda kumtupa bondeni, maki walitoka wakatembea wana paka kwenye maporomoko, akaangalia pale refu kule, ukiangalia mwenyewe unasikia kizunguzungu. Wakakaa mjipanga, wanataka kumtupa binti. Sema akapita katikati yao akaondoka. Yani aliwaacha wamempeka paka kule, afanya kawaacha kule, akarudi zake. Unakutana na Yesu kama Danieli. Danieli, Danieli Danieli, sura ya sita, anakamatwa, anapewa kwenye shimo la simba. Kilichomsaidia Daniel asiriwe ni nini? Ni ufahamu wa Mungu, ni nani kwake kibinafsi. Unajuaje? Danieli ni mwandishi wa kitabu cha Danieli. Nasoma kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa thelathini na mbili b, inasema bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Asingeandika huo mstari kama yeye mwenyewe hamjui Mungu wake. Bali wale wamjua Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Kwa kuna namna Daniel alikuwa anamjua Mungu kibinafsi, alikuwa ana mahusiano na Mungu yeye kama yeye, sio mahusiano na dini yake. Ukichukua dunia nzima, Wakristo ndugu yangu ni wengi, ila shida ilipo ni Wakristo jina, ila si Wakristo rohoni. Unajua Mungu akimsumbua kusema mimi ni Mkristo, hauwi Mkristo sababu unasali kwenye kanisa la Kikristo, hauwi Mkristo sababu umebatizwa mpaka kipaimara, hauwi Mkristo sababu unasoma Biblia au una, unaimba nyimbo za Kikristo. Ukristo ni maisha halisi ya Mungu ndani ya mtu, uhusiano wako na Mungu sawasawa na Warumi sura ya kumi mstari wa tisa na wa kumi ikiwa utamkiri kwa kinywa chako, utamkiri kwa kinywa chako kwamba ni Bwana na ukaamini moyoni mwako kwamba alikufa na kafufuka, anasema utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu, kwa ukiamini moyoni mwako na ukakiri kwa kinywa chako afu ukaamua kuishi sawasawa na misingi ya kwake unakaa kwenye rainia kwake ko. Danieli alikuwa ana mahusiano yake na Mungu kibinafsi, kwa kiwango ambacho alikuwa akikutana na changamoto, anaenda anapiga magoti, anaomba na Mungu anamjibu. Ndio nasema bali wale wamjua Mungu wao kwa hiyo Danieli alikuwa anawindwa kukatishwa kufika kwenye hatima yake. Kuna mahali mungu akiwa amemkusudia, Mungu amemwandalia adui, akainua watu wa kumpinga. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa tisa Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa na wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Mtu yoyote wa Mungu akifunguliwa mlango, uwe na uhakika, adui lazima ainue wapingao. Ndio maana ukishampa Yesu maisha yako, katika ulimwengu wa roho umetangaza vita umetangaza upinzani. Kama kamaue maisha yako, Mungu huwa hana mpango wa kupingana sana na adui Mungu. Kama hujaamua kumkabidhi maisha yako, hakufuatilii, atakuwa na kutafuta tu, ili umpe kwanza maisha yako. Ukishampa maisha yako, anakuwa na kiu na wewe. Ukishampa maisha yako, anakuwa ana wivu na wewe. so, mtu yoyote ambaye anakuja kwako anakuwa anatafuta hasira kwake. Ndio maana mfano, tunasema vi kwenye mahusiano ya mtu ya mkaka na mdada au ya mume na mke lazima wivu uwepo, ila tu usizidi sana. Ukizidi sana sasa, ndio hapo mnauana, ila wivu lazima uwepo. Mahusiano au mapenzi ambayo hayana wivu ni mapenzi mfu. Lazima kwanza wivu uwepo, kila mmoja awe na wivu na mwenzake, sababu ule wivu ndio unaoamua namna ambavyo utajitoa kwake na namna ambavyo utapigana na kupambana na kulinda kuhakikisha anabaki salama na kutembea kwenye njia ambayo umekusudia vile ambavyo mnaendana. Wivu ukipotea na, na upendo unaisha wivu kwanza lazima uwepo. Ndio maana ukikana mtu ukaona labda ana mahusiano nje alafu na wewe hautaki kufuatia au haufuatii. Maake kuna wivu haupo. Wivu lazima uwepo, wivu ukipotea, maake hamna mapenzi hapo. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mtu yote ambaye anampa usu maisha yake, kuna wivu wa Mungu unaingia ndani yake. Wivu wa Mungu ukiingia ndani yake ni kwa sababu ya lile pendo la Mungu ambalo lipo juu ya mtu na ndio maana unapompa aunapompa maisha yako ni kwamba unakuwa ni Mungu anachilia ulinzi kwako. Kwa nini? Moja, mstari wa 11 na 12 anasema hivi, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, na mikononi mwao watakuchukua usijikwae mguu katika jiwe. Ni kwa sababu tu ya wivu wa kwake juu yako, kwa sababu ya lile pendo la kwake aliyokupenda. Ila kabla hujampa maisha yako, anakaa pembeni, hamna ulinzi, kuna vitu vya kimungu hupati, na shetani anakuwa na kutawala. Mungu haingili kati ila unapompa maisha yako unaingizwa kwenye kundi la watu ambao Mungu anapambana usiku kucha mchana na usiku kuhakikisha hauguswi. Adui anatafuta akuvuta kutoka, kwa sababu kazi ya shetani ni kupunguza, ni kutafuta watu wakwenda nao motoni, ni kuhakikisha Mungu hapati watu mbinguni k utapambana kukupinga k unapompa maisha yako unatangaza upinzani katika ulimwengu wa giza, na kuanzia pale umetangaza vita katika ufalme wa giza. Kwa utapingwa tu mchana na usiku utapingwa tu sasa, anakupinga nini? Anakupinga usifike hatima yako, usifike kule ambako Mungu amekuumbia. Mimi ni kwa tafakari. Mungu aliumba mbingu na nchi akaweka jua na mwezi. Anasema jua liangaze mchana, mwezi uangaze usiku. Sasa fikiria, jua lingekuwa lina akili na linafanya maamuzi, lina utashi linafanya maamuzi, ukifika mchana anasema mimi si wake na katasi wake, mwezi mzima si wake, uwe na uhakika hakuna maisha maisha yanasimama. jua likipotea maisha yanasimama. Achana na huu mwanga, unaona kuna wingu linakuja dalili ya mvua, sema jua lipo lipo, sema tu sio kali, kwa sababu ukisoma Biblia vizuri mstari wa kumi na nne mpaka kumi na saba asema alipoweka ni mianga miwili mikubwa, asema mmoja utawale mchana mwingine utawale usiku, asema na hizo ndio ziamue kuwa dalili za majira za siku, miezi, miaka. Ni jua na mwezi ndio vinavyoamua, na pale kisayansi ndio maisha yanapoamuliwa, sababu wanyama wote na binadamu tunategemea mimea na mimea inategemea jua. Pasipo mwanga wa jua mimea yote inakufa. Yote unaona miti mazao yote yanakufa pasipo mwanga wa jua kisayansi, sababu inazalisha chakula na inaendelea kuishi kutokana na fotosintesi ambayo inatoka kwenye jua, na sisi tunategemea nini? Mimea, sababu mimea ikifa wanyama wote porini watakufa, wanyama kufugwa watakufa na sisi tukakosa chakula. Sasa imagine jua liseme ninaamua kutoa adhabu duniani mwaka mzima, si wake kwa Mungu ameumba jua, ila limekataa kutimiza kazi iliyokuja kufanya. Afu na, na mwanzo tunasema kwa mimi ndio nifanya kazi peke yangu, nami nakataa, nami sifanyi. Unajua kinachofanya paitwe mchana ni jua, kinachofanya paitwe usiku ni kwamba jua limeondoka, na ndio maana usiku mimea haizalishi chakula kwa sababu jua halipo. Kwa hiyo pakiendelea kuwa usiku kwa muda wa mwaka mzima, na uhakika, hakuna aina yote ya mmea mbatkuwepo duniani, na kwa hiyo maisha yote yanakufa pale pale. Na ndio maana Mungu, kabla hajamuumba mtu, aliumba mimea, sababu alijua mtu akija atategemea mimea. Sasa njoo kwako, uliumbwa kwa kusudi fulani, uliumbwa kwa sababu fulani, alafu unaamua kusema kwamba mimi sifanye kusudi langu. Sasa unaona shetani nacho pambana nacho. Nimekupa mfano wa jua kidogo ili uone upana wake, anapokuzuia kutimiza hatima yako, anapokuzuia kufanya kile ambacho Mungu alikukusudia ukifanya hapa duniani, anakata maisha makubwa sana kwa namna ambavyo huwezi ukajua. Ni kwa sababu tu haujui. Mungu alijua akalinyima jua, jua ufahamu, angelipa ufahamu jua lingetunyanyasa sana Mungu alinyima ufahamu na kalinyima utashi kupata maamuzi, ila sisi Mungu alitupendea akatupa ufahamu akatupa na utashi na maamuzi. Unaweza ukaamua kukataa kwamba ah Mungu alichoniambia sikifanye. Imagine Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kusudi fulani la kutukomboa, angekata ingekuaje? Kwa hiyo ukimwona Yesu kwa ukubwa huo, na sisi mmoja mmoja, kila mmoja ana kazi ya kwake, ana kitu cha kwake cha kukamilisha hapa duniani. Usipokitafuta na ukaanza kukifanyia kazi, ni kwamba kuna maisha unayakata, kuna mwendezo, kuna kitu kikubwa kinapotea. Hata kama ukijua kipo, kinapotea hasa. Angalia Shetani akiweza kumzuia mtu kutimiza cha Mungu, sikiliza, anaweza kuacha ukaokoka, akakuacha mpendeza Mungu kaishi maisha ya Mungu ili akakuminya kwenye kutimiza kusudi lako. Akikuminya hapo ameweza pakubwa. Imagine angeweza kumminya Abraham asimwe. Unajua, Ibrahim alikuwa anaabudu miungu mingine, mzee Tera alikuwa ana miungu ya kienyeji, ila Mungu akamchomoa kuanzia pale, akaanza kutembea kwenye njia za Mungu na kulitimiza kusudi kupitia kwa Ibrahimu. Mpaka leo duniani wote tu, tunarithi baraka ya Ibrahim kwa imani, na huko ndiko Yesu alikotoka. Kwa unaweza ukaangalia upana na urefu wa kitu cha kutimiza kusudi ya Mungu, mtu mmoja Ibrahim, Mungu anamwambia kwako wewe dunia nzima utabarikiwa. Huko ndiko ambako atakayekuja kuikomboa dunia atapita kwa Ibrahim. Angekataa a Mungu duniani, hata Yesu mwenyewe asingetokea, angepitia wapi? Sababu kwenye mfumo wa Mungu aa, kwamba Ibrahimu atapita ataenda mpaka atamzaa Yese, Yese ataenda atamzaa Daudi, Daudi ataenda atamzaa watu mpaka Yuda wataenda mtu anaitwa Yesu. Baada ya Yesu atakomboa dunia. Kwa ukikataa kukaa kwenye kusudi la Mungu, shetani haangalii leo yako, shetani anaangalia ya kesho yako. Kwa akikuangalia anaweza akaiona kesho ilio ndio maana Yesu alivyozaliwa aliweza kuona nyota, sema waliona nyota na wakajua hii ni ya mfaume. Kwao anazaliwa ili anajua ni mfaume. Siku anazaliwa tu anaonekana kwamba huyu ni mfaume, alijulikana kazi yake na hatima yake, akaanza kuwindwa kutokea hapo. Unaweza ukaona ni kwa nini Shetani aliamua kuua watoto zaidi ya elfu mbili maelfu ya watoto waliuawa, kisa tu anamwinda mtu mmoja, ili nini? Ili kukata kusudi la Mungu. Unaona upinzani kila kukicha unakuwa mkubwa kwako na ni kitu kidogo, kwa sababu ya kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yako, ukiona kuwinda anatafuta maisha yako, anatafuta uhai wako, anakupa frustrations, anakupa stress, anakupa misongo mazo, anakuetea changamoto kila kukicha, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho umebeba ndani yako hicho. Sikia, hapambani na wewe anapambana na kilicho huko ndani yako, hapambani na maisha yako ya leo, anapambana na maisha yako ya kesho. Ndio maana lazima utafute mkao fulani wa kukaa na Bwana ili akusaidie kupenya kwenye njia za hapa na pale, ili kukusaidia kufika kwenye hatima, kwa sababu akikata hatima yako amekuta parefu sana. Ndio maana ukikutana na watu ambao sensitive wakati musa anakuja duniani ndipo farao akaibuka akatangaza kila mtoto wa kiume ua nadhani kwa sababu gani kuna kitu kinakuja I musa alikuwa hajazaliwa ile sheria imetoka musa hajazaliwa bado musa anazaliwa ile sheria ipo mungu akaweka kitu cha kiroho ndani ya wale wazalishaji ili nini ili wasiue kusudi la mungu nalo kuja kwa ajili ya ukombozi wa wana wa israeli watu wamekuwa mateka miaka mia nne wako misri kuna mtu ambaye anazaliwa kusudi tu aje kuwatoa Misri. Imagine Musa asingejua. Musa alijua, ndio maana alipoanza kuwatetea mara ya kwanza, mara ya pili watu wake wakamkataa, wakatoa siri ambayo alikuwa ameua Misri. Biblia inasemaje? Musa alidhani kwamba wangetambua, wangejua kwamba Mungu analetea wokovu kwa mkono wake, hawakujua wakampiga vita akatoka akaenda Midian, miaka mingine arobaini akakaa Midian. Imagine angeamua kuwakasirikia kwamba hawa ni ndugu zangu walinifanyia nongwa, walinichongea, walinisemea kwa mfalme, wakanipinga kwa sababu yao, nimeishi utumwani, nimeishi mbali na ukoo wangu, nimeishi kwa mateso huku Midian, afu nirudi na mimi nakataa kwenda kuwatoa, wangefia kule. Imagine Yusuf angesema hawa ndugu zangu walinipinga, walinitesa, walinitupa kwenye shimo, waliniuza kwa Wamisri, nimeteseka kwenye nyumba ya Potifa, nimeteswa gerezani, nimekaa kuja kutafuta chakula na mi nawafunga, angewafunga kule Misri, au angeamua kusema wanyongwe, wangenyongwa. Lakini wangenyongwa, wangepoteza uzao wa Yesu kuja duniani. Ila Yusufu alijua aliwaambia, wala msipote shida kwa sababu hii, Mungu aliyafanya yale alihusu aliyote. Kwa sababu hii ndio maana anakuambia ufunuo unakusaidia kukufisha kwenye hatima. Yusufu asingekuwa na ufunuo wa kwamba yale yote alifanya kwa makusudi sababu nini? Kwa sababu Yusufu alikuwa yuko Kanani, ili hatima yake iko Misri, palikuwa hakuna namna, anafikaje Misri kutimiza kusudi? Ni lazima atoke Kanani aende Misri. Anafikaje? Lazima Mungu atumie watu hapo hapo nyumbani kwake, wakamchukia wakamtenga, wakamuuza ili ataje kutimiza kusudi. Na yeye alijua, akasema kwa kusudi hilo mlifanya yale, ili haya aje kutimia. Angekosa ule ufunuo angalipiza kisasi. Angalipiza kisasi, kusudi isingetimia. Musa angekosa ufunuo, ange kataa kusudi singetimia. Kwa hiyo ufunuo, kazi mojawapo unakusaidia ufike kwenye hatima ya kwako kwa ambayo Mungu alikusudia, unakuja huko full package, umejikamilisha ume wenyewe kukubeba na kufika kwenye hatima ya kwako kwa.